Sasa najua unajiuliza wapi alipo Evans Bukuku, ya yeah. Jana mida ya mchana tulipokea taarifa kuwa uh, Aaron Jason Obadia Bukuku ambaye ni baba mzazi wa Evans Bukuku na Atuganile Bukuku anayefahamika uh, zaidi kama Enika yule msanii e, wamefiwa na baba yao mzazi jana ambao alifariki Uh, actually alifariki juzi baada ya kuugua kwa muda mfupi, Jumatatu ya tarehe 30 Juni majira ya jioni na msiba Wana, wangependa kutujulisha au kutufahamisha sisi kuwa uh, msiba wa mpendwa wao upo nyumbani Block T Mbeya, karibu na shule ya sekondari ya Southern Highlands. Mazishi yatafanyika nyumbani Kiwira Butolo Tukuyu, karibu na magereza. Na hiyo safari saa kuelekea Butolo itakuwa ni Ijumaa jioni, kesho kutwa na mazishi ni Jumamosi eh. Kulingana na kina Evans Bukuku ambao ni watoto wa marehemu, wanaomba ushirikiano na maombi yenu katika kipindi hiki kigumu. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, amen. Pole sana Evans Bukuku, pole sana Enika. Eh, Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe milele, amen.